Akituletea taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na hii ni taarifa ya utekelezaji kama ambavyo inakuja kusomwa na afisa mtendaji wa serikali ya kijiji cha Kaikoti. Endelea kutazama na kusikiliza kile ambacho kinaelezwa katika eneo hili, wa miradi ya maendeleo katika kijiji cha Kaikoti. Utangulizi. Kijiji cha Kaikoti ni miongoni mwa vijiji sita vinavyounda kata ya Nkwenda. Kijiji hiki kinaundwa na vitongoji sita ambavyo ni Kaikoti A, Kaikoti B, Buturage A, Buturage B, Nyakagando pamoja na Rwekubo. Kwa mujibu wa sensa, kijiji hiki kina jumla ya wakazi elfu mbili mia tano themanini na moja ambapo k ni miradi iliyotekelezwa ndani ya kijiji chetu cha Kaikoti ndani ya miaka mitano imegawanyika kwa sekta tofauti tofauti, tukianza na sekta ya utawala mwaka wa fedha, mradi, mwaka wa fedha, gharama, ya wa fedha jina la mradi mwaka wa fedha chanzo cha mapato gharama hali ya mradi. Utawala: ukarabati wa jengo la ofisi mwaka ishirini ishirini na nne ishirini na tano. Chanzo cha mapato ni wadau wa kijiji hiki. Gharama ya mradi ilikuwa laki mbili na elfu hamsini hali ya mradi: mradi umekamilika na unatumika. Ujenzi wa choo ya ofisi 24 25, chanzo cha mapato ni wadau, hali ya mradi: mradi umekamilika kwa asilimia 85. Elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata mapokezi ya taslimu shilingi milioni tano kwa ajili ya uwezekaji chumba kimoja cha darasa shule ya msingi Kaikoti mwaka 24 25, kutoka mfuko wa jimbo gharama shilingi milioni tano. Mradi unakaribia kuanza. Ujenzi wa vyumba viwili vya darasa shule ya msingi Kaikoti mwaka ishirini na nne ishirini na tano chanzo cha mapato ni wananchi, kiasi milioni kumi na nne na laki saba. Mradi unaendelea. Ujenzi wa vyoo matundu manne, ishirini na nne ishirini na tano chanzo cha mapato ni mkurugenzi kiasi ni milioni nne laki mbili, mradi unaendelea. Uchimbaji wa shimo la choo kiasi ni milioni kumi na nne na laki saba, mradi umekamilika. Afya: ununuzi wa kitanda cha kliniki nguvu ni wananchi kiasi ni elfu sitini, kitanda kimenunuliwa. Mapokezi ya kitanda cha kupimia wajawazito mwaka ishirini na nne ishirini na tano, chanzo ni kituo cha afya Nkwenda na kitanda kinatumika uboreshaji wa chanzo cha maji ishirini na tatu ishirini na nne mradi ni Mkweka, milioni mia ishirini na mbili na mradi umekamilika. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio yaliyopatikana ndani ya kijiji chetu cha Kaikoti kuanzia miaka mitano: ukarabati wa barabara kutoka kwa mzee Makanzu kuelekea kwa mzee Tobias chini ya mradi wa Tasafu. Umeme umefika kwenye kijiji kwa asilimia sitini na sita. Barabara zote zinapitika kwa nguvu ya jamii. Utulivu na amani kwenye kijiji vimeimarishwa. Changamoto. Changamoto ya maji hususani kwenye kitongoji cha Wekubo. Mgeni rasmi, kitongoji hiki kimepata changamoto, kuna DP lakini DP zote hazina maji. Kijiji hakina ofisi kwa ajili ya kuhudumia wananchi baadhi ya vitongoji havina umeme, uchakavu wa miundombinu yaani barabara, ukosefu wa shule ya msingi kwenye kijiji, ukosefu wa zanati ndani ya kijiji. Maombi pendekeza mbele zako, ikikupendeza kwa nafasi yako kubwa au ndogo ulionayo, uweze kutujibu maombi yetu haya tunayoyataja mbele yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, ikikupendeza tunaomba utusaidie kwa namna moja au nyingine umaliziaji wa shule iliyoanzishwa kwa jitihada za jamii, maana fedha tuliyopatiwa haitotosha. Tunaomba kukarabatiwa barabara zetu, hususani barabara ya Kaikoti hadi shuleni, tukimaanisha barabara inayoelekea shuleni kwetu iingizwe kwenye mfumo wa TARURA. Shukrani. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya viongozi wake shupavu wakiongozwa na wewe Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Kelwa, kwa kipekee Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyoendelea kuipigania na kuwao na wa kujitolea kwenye miradi inayoanzishwa kwenye kijiji pamoja na vitongoji na viongozi wote wa chama na serikali kwa usimamizi na ushauri wao. Tunaishukuru serikali ya kijiji chini ya Mheshimiwa mwenyekiti wetu ndugu Nevison Nestori kwa usimamizi uliotukuka. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Makofi makubwa kwa Theo. Makofi makubwa kwa Theo. Mama yuko smart kabisa. Taarifa mmepokea? Iko vizuri, ebu nipigie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake makofi. E, kwa lidhaka veo tena, ili aweze kuwakaribisha wataramu. Lakini kabla wataramu, nichukue e nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti, katibu wa Chama cha Mapinduzi amtangulize sasa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa salamu za chama, na baada ya hapo nitapata utaratibu labda sijasema mengi. Mabalozi wangu wasimame, yaani mabalozi, mmechifanya kikubwa. Aikoti kuona inangalangala. Mabalozi oye, simama tuone, mabalozi mnatuunga mkono au hapana? Kuna mabalozi wangapi katibu? Sita sasa hivi wako wangapi? Wako watatu wanne? Wote sisimi mulishindana vizuri, Chama cha Mapinduzi mpaka mkaogopa nyuma, mkapita bila kupinga Tuwa...